Leo ningependa na posti video kwa ajili ya kuwapa asila wale vijana ambao wameamua kutoka magetoni kutafuta pesa, na wapa asila wale wote ambao wanajua majukumu yao kwamba kama hawataamka basi hakuna yoyote ambaye ataamka kwa ajili yao. Wale ndio niliowalenga, lakini kwa wewe mwenye shobo ambaye unashoboka tu unakutana na pigi yangu unashoboka nayo, mimi sija kufollow, hebu angalia, sijamfollow mtu hata mmoja kwa sababu nilijua kwamba mimi sitaki shobo na sitaki mtu yote anishobokee. Alafu kibaya ni kwamba naona watu wengi wakinizungumzia, alafu katika wote hakuna anayenijua hata mmoja. Napenda na ninaendelea kupenda vile ninavyozidi kuwachanganya kwamba kuna mtu anayenijua kiundani. Watu wote mmekaa mnagang'a ganga panganga, yani mnaenda kumuuliza mtu maswali kuhusiana na mimi, mtu ambaye mwenyewe anijui na yeye mwenyewe anatamani kujua. Oya, acheni ujinga. Ukiona hii posti inakukela ni unfollow, ukiona peji yangu inakukela ni unfollow. Kwa nini unapenda kuona vitu vya kukukela basi ujue. Yaani ukiwa ni mtu ambaye unanichukia halafu unaangalia kila kitu unachopost, wewe sio adui yangu. Wewe sio mtu ambaye unanichukia. Wewe ni fan. Mimi ni lol modo wako na unatakiwa ukubali. Sasa wewe kitu kama ukipendi unakiangalia cha nini kama sio shobo? Nakuuliza wewe unaangalia. Umekaa muda wote una, una comment comment za matusi, unashoboka na wanaume. Ushaniona wana mimi nimekuja ku comment kwenye page yako jembo ni ujawai ni kwa sababu wewe unashoboka alafu ukiona mi unielewi, kuna watu wananielewa, na ndo ma, ndo hao ambao nawapostia video zangu. Kama wewe unielewi, pita kushoto. Hii peji sio kwa ajili yako. Nenda kwa peji za wakati kaviuno huko, nenda kwenye peji za hao wachekeshaji wanachekacheka tu bila kuchekeshwa, nenda kwenye peji za malaya wanajiuza huko. Nenda kuna peji nyingi huko za watu sijui wanauza nini. Peji ziko kwa mademu wanauza nguo, sijui washikaji nenda kwenye peji hizo, sitaki shobo hapa. Yaani kama umekuja na unaona video zangu, basi jua unashoboka na mi ndo lolmodo wako. Wewe kama unikubali hii ndo post yangu ya mwisho kukwambia kwamba unatakiwa utoke hii peji, sio kwa ajili yako. Wewe ni maskini wa fikra, toka hapa. Hii ni peji kwa ajili ya watu ambao wameamua kujitafuta na wanaamini katika mafanikio. Hii peji sio kwa ajili ya kutafuta malaya. Kama unatafuta malaya nenda huko, mashoga wana peji zao, nenda fata mashoga, usikae unashoboka kwenye peji za wanaume, utakuja kushikwa, si unaelewa? Ukiona huko hapa, basi unanikubali na unatakiwa ukubaliane na kile nachokiposti. Si posti kwa ajili yako wewe, na posti kwa ajili ya wale watu ninaowalenga, wale watu ambao posti zangu zinawagusa na zinawaamsha. Message nazopata DM za kuwaponya watu ambao walikuwa wamekata tamaa, watu ambao walikuwa wamekata tamaa ya maisha kabisa. Respect inayopata mtaani ni tofauti nanayopata mtandaoni. Mimi sio msanii, sio mwigizaji, sio sijui nani, mi ni mtu wa kawaida tu kama watu wengine. Lakini tofauti yangu mimi na nyinyi ni kwamba mainset yangu mimi ni ya kitajiri, lakini nyinyi wote mnaontizama, wengi wenu ni maskini, ni maskini wa fikra, na mnatakiwa mkae kwenye hii peji, msiondoke. Lakini ukiona unakeleka ni unfollow toka hapa, sijakuita mimi. Alafu mimi ndo yule mwamba ambaye na trendi bila kulipa sijui peji za udaku ziniposti, ni mwamba ambaye na trendi bila kulipia sijui media sijui ifanye nini mimi na trendi kwenye peji yangu, alafu sina shobo. Ukiniletea shobo ukiniletea unakukataa ndo mimi sasa. Hii peji sio kwa ajili ya watu wa vivu. Ukiona kabisa kama unakeleka, sepa ni unfollow